Habari na karibu mtazamaji wa 2Gendah TV. Leo hii tumekuandalia makala fupi e, kuhusiana na mapango ya Amboni hususan pango la Fatuma ambalo linasaidia watu kupata wenza. Twende pamoja nami, mtazamaji wangu, nikusimulie kuhusu pango hili la Fatuma na maajabu yake. Hifadhi ya mapango ya Amboni ambayo inasimamiwa na Mamlaka ya Hifadhi ya Ngorongoro yana maajabu mengi, lakini mojawapo ni uwepo wa pango la Fatuma linalotumiwa na wageni mbalimbali ambao wana shida zinazowatatiza ikiwemo suala zima la mtu kukwama kutokuoa au kuolewa. Mwongoza watalii katika mapango hayo Muhsini Juma anaeleza kuwa watu wengi wamekuwa wakifanikiwa kupata wenza wao wanapofika katika, katika pango la Fatuma ambalo limekuwa likitumika toka enzi za mababu kwa watu mbalimbali mbali kufika na kuomba kupata mume au mke, na mnukuu eh, kauli ya Muhsini Juma mwongoza watalii: katika miaka ya hivi karibuni kumekuwa na changamoto sana ya vijana kupata wake au waume wa kuwaoa lakini wakifika katika pango hili na kusema nia yao na kutambika basi wanafanikiwa na kumekuwa na shuhuda nyingi za wadau ambao wamefanikisha jambo hilo na kurudi kutupa mrejesho. Mwisho wa kunukuu, kauli ya Muhsini Juma, mwongoza watalii. Umaarufu wa pango hili umewafanya wageni kwa nyakati tofauti kutembelea na kujifunza jinsi ya kufanya matambiko hayo na baada ya muda si mrefu basi baadhi hurudi kwa ajili ya shukrani, na inaaminika kwamba si wenyeji tu wa mkoa wa Tanga wanaotembelea mahali hapo bali pia na watu katika maeneo mengine nje ya nchi. Muhsini Juma, muongoza watalii, anaeleza kuwa ukifika katika pango la Fatuma, kama una mtu ambaye unataka kumwoa au kukuoa basi unataja jina lake na kumuita na hatochukua muda mrefu, mtu huyo mwenyewe ataanza kukutafuta kwa lengo la kutaka kuoa au kuolewa. Wale ambao hawana mtu kabisa, wakifika katika mapango hayo, wanachotakiwa kusema ni kwamba mimi mwaka huu nataka kuoa au kuolewa na namkusudia mtu fulani mwenye sifa fulani, haichukui muda mrefu, wanapata wenza wa kufunga nao ndoa. Pango hili la Fatuma ambalo ni miongoni mwa mapango yaliyopo Amboni pia linatumika kwa kufanya matambiko yanayohusu masuala mbalimbali ya, mbali mbali ya kijamii ikiwemo kupata mtoto, kuombea mvua yenyeshe, kupata kazi na mambo mengine, na ndiyo maana ukifika katika mapango hi, pango hilo watu kadhaa wa kadhaa hufanya maombi yao, na mara nyingi hawataki waonekane zaidi ya kufuata taratibu za wenyeji wao kwa utulivu na faraga ya hifadhi ya Ngorongoro imeweka utaratibu mahususi wa kuhakikisha kuwa jamii ya mkoa wa Tanga na wale ambao bado wanaamini mambo hayo wanapata wasaa wa kufanya matambiko yao bila kuathiri utamaduni huo uliopo miaka na miaka. Hayo ndiyo maajabu ya pango la Fatuma na hii inadhihirisha kwamba mwenda tezi na omo marejongamani Amboni ndiyo ngama yako ya kupata mume au mke. Usidharau mila, kwa mdharau mila ni mtumwa. Njoo kwenye mapango ya Amboni, hususani pango la Fatuma, uweze kujinyakulia mume au mke. Makala hii fupi imeandaliwa na mwandishi wetu na msomaji wako ni Flavius Frank, na kushauri tusisahau kusubscribe, kushare, na kulike. Tugenda.